Mi na nina, mi katika, ma, katika ma, watu ambao labda amedit nao Harmonize naweza nikasema Kajala Doashai kunisaidia kwa sababu kuna siku uh, nilimpigia simu bro nikamwambia, da bro, siko sawa, uko sehemu gani? <laughs> Kwa sababu muda wote yeye waga anatembea na vitita vya watu. Amna mimi ame vitita vya watu, kwa maana gani? Amejikitia kwamba mimi mpaka upige simu ndio utapata haki yako. Eh, eh, anatembea na mfunga. Kwa nini nikampigia zile, mzee wapi? Anambia niko kwa ni tips, sijui kwa ni wapi. Tunaelekea sehemu fulani basi tokea. Nikajivuta na kikao changu nikafika. Kabla baba na mzee ndo nimefika. Ah, basi mimi sasa nilipofika wao ndo wanatoka tena kuna sehemu wanaelekea kambe bana. Nisogee hapo basi mzee wangu. Akanambia, tukutana hapo mbele, nikaambia nisogee hapo. Mimi siwezi kuongea mbele ya mwanamke, eh, ah, <laughs> <Ndiyo. laughs> mm. eh. nisogee hapo naposogea ila, kwamba kwamba akaniona mimi hali yangu ilivyo. Akaenda kwenye kile kile kitita cha msela akachota 20, akanipitishia dirishani. Shukrani sana Shemkajala. Elfu ishirini. Minashukuru kwa sababu sindo maisha, maisha ni ujanja, nikuvuka ni leo kuiona kesho, lakini pia nategemea kesho right, unaionaje? Na na ukiwa nani? So mimi nikachimba hey, right. Nkapitizangu kisheri kuchukua kidebe nini hey. Maisha yanaendelea nkafata walipo nah. Hey, maisha yanaendelea, alikutoa lakini ulivyofuata kutoka mm. Katika majina Konde Gang before amjafika hapa mlipofika, am sasa hivi uh, before before hapana, kipindi ambacho alitoka Angela, uh, sio aukuwa muda sahihi, na mimi kwa kwenye akili yangu haikuwepo kwamba inaweza nikaondoka sasa hivi, kwa sababu uh, bado kuna vitu nilikuwa najiona ni bado sina Right, unajua unajua, mtu mpaka kuprove kwamba sasa hivi mimi niko sawa, naweza kusimama, aa kufanya chochote kutokana na situation za maisha. Mze Bunja ulimcheki. Uh, mimi mzee Fred Vunjabei ashanisaidia. Na kwa sababu na kuna kuna siku kuna kipindi kuna, kuna, kuna vitu vyangu vilitakiwa viende alafu vikaa havijaa sawa. Kwao nikamfuata nikamuelezea situation yangu kwamba niko na moja na, na mbili na tatu na right, mm, kunisaidia, kunisaidia. Uh, na naye ni faza yangu.